Mada ya kulevya nimeanza mwaka elfu mbili na, na, na mwaka elfu mbili na sita ndio nimeanza ndio naanza anza nimeanza kama kujaribu jaribu vishawishwa vijana kutaka kujaribu kama labda kuonja na nini na nini, lakini rasmi kabisa e, nimeingia mwaka elfu mbili nakumbuka na, na, na kumi mwaka elfu mbili na kumi kabisa ndio nikawa nimetumbukia kabisa katika madawa ya kulevya, lakini mwaka elfu mbili na sita ndo nimeanzaanza kuonja kutaka kuangalia vishawishi tu kwamba baraza nikitumia inakuaje, labda kuna kitu gani nitahisi labda na nini mbona. Kwa hiyo ndo nilianza hivyo, lakini nakumbuka mwaka elfu mbili na kumi sasa ndo rasmi kabisa nikawa nimeingia katika madawa sasa katika utumiaji, kwa sababu mimi najuaga sisi ni hata mara kwanza nilipoweza kuingia sobaus, kuna vitu ambavyo nilikuwa nimeulizwa, nikaja kugundua kweli hata hii system na mimi ilinikuta. Mimi nilianza kutumia madawa kulevya. Kitu cha kwanza kabisa ambacho nimeanza kutumia, niliingia katika sigara, nimeanza na sigara kwanza eh, kwa sababu kwa sababu nilifikia hadi katika bangi, lakini sikuweza kuingia katika bangi tu, kwa sababu na, yaani ni yaani kwamba nilivyokuja kufundishwa mara ya kwanza niliona ni ukweli kabisa. Watu wengi hawakuweza eh, kuingia katika bangi moja kwa moja, walianza kwenye sigara. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe nilipokuja kujichunguza, nikaja kuona kwamba kweli nilianza katika sigara, nimeanza sigara. Nilipotoka katika sigara nikaingia katika bange. Nilipotoka katika bange, nakumbukaga pombe nilikunywaga, lakini sio sana, nilikunywa kidogo tu. Baadaye ndo nikaingia katika heroin, madawa ya kulevya kabisa ndo baadaye na baadaye. Ni kwa kifupi, nilivunjwa swala madawa, nimetumia madawa yote na, lakini nahisi kuna madawa sijatumia. Lakini nimeanza sigara, nikaingia bange, eh, nikanywa pombe, eh, nikaingia na kokai kokeni nikavuta, na vile vile umeona eh, eh, basi na mambo ya gundi haya vile viva vagundi vingine vingine, hivi sikutumiaga, lakini nakumbuka nilishiaga hapo tu. Lakini vile vile katika madawa ni, ni, ni, kwa sababu nilianzaga ni kuvuta cocktail eh, ule unga ambao unakuwa kama unachukua una nani, sigara hivi rizla na bangi la cocktail unaita, katika kuvuta vuta cocktail kuvuta vuta cocktail, nikaja nikaingia katika bati Yeni kuwa mama kuijaija tu maskani. Nikaingia katika bahati. Basi katika zile stories za maskani tunawasikiza sikiza watu na nini? Eh, kuna jamaa mwingine naye anaanza kuniambia nasikiasikia tu pale ukipiga shindano eh, unakuwa unasikia una lauta, nikaingia kwenye shindano. Lakini nilipoingia kwenye shindano nilipiga tu kidogo shindano. Eh. Na chanzo cha kuja kuacha shindano baada ya kuona roast wake na kuwa kali sana. Nikaona eh, hmm. Hii shindano itakuja kuniumiza, sio nzuri. Kwa hiyo nikaja nikaacha nayo nika ndo nikabaki katika nika cockpit, lakini baadaye vile vile nikatoka na katika cockpit nikaingia katika kunusa, nikawa na nusa nanusa puani, wanaita scarface, nikapiga ile. Kwa hiyo na zile bati, yaani ndani, kwa kifupi nimetumia madawa madawa. Unajua, katika madawa ya kulevya kwa upande wangu mimi, katika swala la ushawishi nilikuja mimi mwenyewe kuna vitu ambavyo vilinishawishi, lakini nilikuja kuangalia kuna watu wengine waliingia kwa staili hiyo ambayo na mimi mwenyewe, kuna kipindi eh, nilikuwa tayari nishatumbukia katika madawa kulevya, lakini vikifanyaga iko kitu. Lakini mimi ushawishi wangu mkubwa sana kwa mimi, mimi naweza nikasema kwanza ilikuwa ni kuiga, umeona, na zile zile story ambazo za maskani maskani, na vijana na nini, umeona bwana kwamba kiko kitu kabisa ambacho hiki nilisema kwamba baadaye, nilivyoingia mimi, nilikisikia watu wengi wanakizungumza, watu wengi sana. Mimi nilikuwa nawasikizaga kwa wanasema kitu, ukitumia heroin basi unakuwa ku, na nguvu ya kuweza kutembea na mwanamke n yani. E, uchelewe ku, ku, ku, kupizi umeona. kwa hiyo kuna watu waliingiaga kwa staili kama hiyo, lakini mimi baadaye nilivyoingia katika ushawishi wa kuiga tu na mimi nilitumiaga iko kitu nikaona, kweli kuna watu waliingia kwa starii, kwa sababu hata mimi mwenyewe nilipokuwa natumiaga madawa ilikuwa inanichukua muda mrefu sana kupizi nikiwa na mwanamke. Kwa majina naitwa Mohamed Mtolo Njite, yeah.